Shalom shalom, ninakusalimu katika jina la Yesu. Aa, kwa majina yangu, ninaitwa mtumishi Alice kutoka katika huduma ya Love of Christ Tanzania. Ninakuja leo na somo lingine zuri kwa ajili yako. Somo letu lina kichwa kinachosema heshimu wakati wa Mungu maana ndio wakati sahihi, heshimu wakati wa Mungu maana ndio wakati sahihi. Tuombe. Baba Mungu katika jina la Yesu, asante kwa kutupa tena kibali machoni pako Ninakutukuza, ninakuinua, Mfalme. Kupitia roho yako Mtakatifu, ninaomba ukawe mwalimu kiongozi, ukatufundishe na kutuongoza katika yale ambayo umeyakusudia nianene kutoka katika kinywa changu. Roho Mtakatifu, ukanitumie kama chombo chako, na kila anayesikia sauti hii na kila anayeniona, Mungu akapate jambo jipya kwenye moyo wake, ili kutengeneza kesho yake, katika jina la Yesu, amen kama nilivyotangulia kusema neno linatoka katika kitabu cha Isaya 60 mstari wa 22. Somo linasema heshima, heshima, heshima. Waheshimu wakati wa Mungu maana ndio wakati sahihi. Unawezaje kuheshimu wakati wa Mungu? Watu wengi Mungu amesema nao kwa habari ya vitu mbalimbali, lakini Mungu anaposema na wewe leo, sio kwamba ilo jambo litatokea leo Wakati mwingine Mungu anaweza kukuonyesha kwa njia ya maono, kwa njia ya ndoto kwamba utamiliki mambo makubwa, labda utamiliki uchumi mkubwa labda utakuwa na ndoa njema. Wakati huo ni kijana, labda ni mwanafunzi, utaona kwamba utakuwa na ndoa njema, utaona kwamba utapata watoto wa kike na wa kiume. Labda ndani yako kuna kitu cha utumishi, utaona kwamba utakuwa mchungaji mkubwa wenye kanisa la maelfu kwa maelfu ya watu. Lakini sasa, sio kwamba kwa sababu Mungu amekwambia hivyo, basi wewe uamue kuchukua njia zako mwenyewe na ukiamini kwamba kile unachokitaka leo kitatokea leo. Twende pamoja kwenye kitabu cha Isaya 60 ule mstari wa 22. Neno la Mungu linasema mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitaimiza hayo wakati wake. Mnyo, mdogo atakuwa elfu. Yaani mdogo kabisa atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitaimiza hayo wakati wake kwamba yote hayo, kutoka katika unyonge na kuwa mtu mkubwa, kutoka katika kidogo na kuwa kitu chenye ukubwa eh, na kuwa udari, Mungu atayaimiza hayo kwa hatua zake. Kila kitu Mungu ambacho ametupa kwenye maisha yetu kina hatua. Watu wengi wanatafuta shortcut. Wanataka leo leo, ameomba leo leo amepata. Lakini kuna vitu vingine vinahitaji kutengenezwa wewe kwanza ili uweze kuvimiliki. Uwezi kumiliki ndege kama una uwezo wa kuendesha hata baiskeli. Uwezi kumiliki kiwanda kikubwa kama hata kitu kidogo cha kutengeneza kwa kazi ya mikono yako binafsi uwezi. Ndio maana Mungu ni wa hatua. Mungu huwa anatupeleka hatua kwa hatua. Wale wanaotaka vitu kwa haraka sana, na kupoteza hivyo vitu huwa ni kwa haraka sana hivyo, nipende kukwambia tunaposoma neno la Isaya 60:22, ishiabii ukajua kwamba hata mnyonge anaweza kuwa hodari, lakini lini? Ni kwa wakati wa Bwana. Ndivyo napotaka kukupeleka pia kwenye kitabu cha Mathayo, twende tukasome pamoja kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 31 na ule wa 32. Anasema akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitoa mtu akaipanda katika shamba lake, naye ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikisha kumea, uwa kubwa kuliko mbegu mboga zote, ikawa mti, hata nyuni waangani uja na kukaa katika matawi yake. Amekutolea ufano wa ufalme wa Mungu. Inaweza ikawa ni mbegu ndogo sana ambayo Mungu ameiweka kwako kwa njia ya maono kwa njia ya ndoto, kwa njia ya neno lake, kwa njia ya kutumia watumishi wake wengine ambao labda wanakulea, akaona kitu ambacho Mungu amekuandalia mbele yako ni kikubwa. Lakini tunafikaje katika huo kuu? Ni katika kukaa katika neno la Mungu, ni katika kukaa katika imani, ni katika kukaa katika yale yanayompendeza Mungu. Hatuwezi kufika popote tunapotaka kwenda kwa akili zetu. Tunamtegemea Mungu kwenye kila hatua na kama tunamtegemea Mungu kwenye kila hatua, kuna mambo ambayo anatupasa kuyafuatilia. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 29:11, anasema kwamba Mungu anatuwazia mema, kutupa tumaini katika siku zetu za mwisho. Sasa siku za mwisho ni zipi? Siku za mwisho ni zile siku kamili au timilifu ambazo Mungu anaona sasa, labda kijana wangu wai au binti yangu X ameshafikia wakati sahihi wa kupokea kitu fulani, au baba fulani na mama fulani wamefikia muda wao wa kuanza haya maono ambayo nimeweka ndani yao. Bwana asifiwe. Ni vitu gani vitakusaidia ili uweza kufika kwa wakati wa Mungu, sio wakati wako? Kama utatulia katika imani, katika neno neno la Mungu siku zote ukilisoma linakutia nguvu ya kusonga mbele kiroho chako kinakuwa imara kuweza kuvumilia au kuweza kungoja wakati wa Mungu. Lakini kitu cha pili, kukaa katika hali ya kupokea, kuwa na tumaini. Maisha yako yakikaa katika hali ya tumaini, hata ingekuja mvua ya mawe, hata ingekuja eka eka za namna gani, hata ingetokea mafuriko, bado hautayumba au utakuwa na mashaka kwa sababu unajua kwamba kuna wakati sahihi wa Mungu, mimi kufikia kile anachotaka nikifikie. Shida iliyopo watu wengi tunatafuta njia mbadala, kuacha njia kuu ambayo Mungu amekwambia au amekuelekeza. Kitu kingine nataka ukijue, usiruhusu kitu chochote kuingilia au kuintafia katika maono yako au katika kusudi lako au katika kile kitu Mungu alichosema na wewe. Usiruhusu chochote kuingilia katikati. Ni lazima ujue kufocus, unyooke katika kile ambacho Mungu anataka ufanye kwa sababu kama wanadamu, kila mtu anayo njia yake. Usiseme kwa sababu mimi ni daktari, lazima nitaingia katika udaktari nikiwa nimesoma miaka mitano na nitafanya kazi bora hivyo tu. Lazima ukae katika mkao ambao madaktari wanatakiwa kukaa. kama we Mungu amekuita kuwa nabii, ni lazima uishi maisha yanayompendeza Mungu ambayo yatachochea wewe kukua kiroho katika kipawa au katika karama Mungu aliyokuitia. Vile vile, laba wewe Mungu amekuita kuwa injinia, ni lazima ujue na usome vitabu vinavyohusu mambo ya injinia upate kupata maarifa ndani yake huku kimtegemea Mungu katika kila hatua yako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa sababu gani nimesema hivi? Kwenye nyakati ambazo huwa tunamsubiri Mungu, tunangoja kile ambacho Mungu amesema kwa ajili ya maisha yetu, sio kwamba huwa ni nyakati nyepesi. Ni nyakati wakati mwingine ngumu, zimejaa vishawishi, zimejaa mawazo tofauti tofauti. Watainuka watu wengi wa kukwambia, njia hii sio sawa. Watakuja wale wanaofanania na kile ambacho Mungu alikuonyesha au msukumo wako wa ndani ulikiona kwamba ndio sahihi kwako. Kwa hiyo, vitakuja vinavyofanana kama ulionyeshwa cha zebra zebra, itatokea kitu cha zebra, zebra utafikiri ndio chenyewe. Kama ulionyeshwa kwamba kinakuwa na marakaraka, utakuja vitu vya marakaraka, utajua ndio chenyewe. Kumbuka babu wetu wa imani, Ibrahimu. Mungu alimwahidi kwamba atapata mtoto ambaye ndio Isaka, lakini wakati wa kumsubiri Mungu, ilitokea vitu vingi, akaona kama Mungu amemsahau au Mungu amemwacha. Na mke wake wanayelala kitanda kimoja, Sara alimshawishi aweze kumu ingilia mjakazi wao Ajira ili wapate mtoto, kwa sababu anamwambia mzee, sasa unaona unazeeka, tuta utaondoka duniani bila mtoto. Ibrahimu akasahau ahadi ya Mungu, akasahau kwamba yeye Mungu anafanya vitu vyake kwa hatua, akaenda kwa Ajira, matokeo yake akaenda kuzaliwa Ishmaili. Lakini kumbuka Ishmaili hakuwa mtoto wa ahadi. Bwana asifiwe. Ninajua unanitazama unanisikiliza. Somo hili limekuja kwa wakati sahihi, ni kwa ajili yako wewe, ambayo unaona kama umechoka, umesubiri ahadi za Mungu na umepigika kweli kweli, umekutana na na vishawishi vingi, umekutana na mavunja moyo wengi. Watu wengine wamekuvunja moyo, watu wengine wamekusababishia machozi. Usikate tamaa, Mungu anakuwazia mawazo mema. Utafanikiwa tu katika maisha yako, msamiati wako kwenye kinywa kwamba mimi nitafanikiwa tu, mimi nitafika Mungu aliponikusudia nifike. Haijalishi wengine wamefika kwa miaka miwili katika hatima ile ile ambayo inaonekana inafanana na yangu, lakini inawezekana wale ambao wamefika kwa miaka miwili kile kitu wanafanya akina ubora kama ulicho nacho wewe. Kunaongea na mtu unawaza, kwa mdada au binti, una miaka ishirini na tisa una miaka 30 hata 35 tano, unawaza kwamba Mungu aliniahidi nitakuwa na ndoa nzuri, lakini mbona mpaka leo sijapata hata mchumba? Mungu anakuwazia mema na wewe umeje. Umebeba siri kubwa za ufalme wa Mungu na Mungu akiangalia kile kitu alichoweka ndani yako, hayuko tayari akipoteze, yuko tayari kuendelea kukulinda wewe Usiende uka ukushoto wala kulia, ili ukapate mtu sahihi ambaye, kile kibali ambacho umekibeba cha kimungu atakayeweza kukaa nacho na kukilea na kukiheshimu. Bwana asifiwe. Hata kama ni shule, hata kazi, umemaliza chuo kikuu, unatembea unatafuta kazi, usikate tamaa. Mungu bado anakuwazia mema. Mungu anataka tuheshimu wakati wake. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Ninakuombea kwa Mungu kila hatua na kila itwapo leo. Utakapokumbuka hili somo, ukumbuke kwamba hatua zako siku zote zinaongozwa na Bwana na Mungu mwenyewe ambaye aliweka maono ndani yako, au aliyekuumba, aliyekujua tangu tumboni, anajua wewe ni mbegu ya aina gani. Kuota kwa mbegu ya mchicha na kuota kwa mbegu mbegu samani kuota kwa mbegu ya mchi, ya mchicha na mbegu ya mbuyu ni tofauti au ustawi wa mpapai ndiyo ustawi wa, wa, wa, wa papai na wa mbuyu ni tofauti. Inawezekana mahali Mungu anapokupeleka wewe ni kivuli kikubwa cha kusaidia watu wengi. Uwezi ukapata kivuli kwenye mpapai au kwenye mchicha, lakini kwenye mbuyu watu wengi wanaweza kasimama pale, hata mvua ikinyesha wakastirika, jua kali wakajihifadhi. Mungu anakuandaa kuwa chombo kipya cha kupuria. Usichoke na usikate tamaa, Mungu anakupenda. Shalom, shalom.